wizara ya madini kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama na taasisi mbalimbali za serikali imekamata madini ya almasi ghafi yenye uzito wa karati 2729.82 yaliyokuwa yakitoroshwa kinyume na sheria na taratibu za usafirishaji wa madini kupitia uwanja wa ndege wa Mwanza. Madini hayo yenye thamani ya shilingi bilioni 1.7 yalikamatwa Mei 18 mwaka huu saa saba mchana baada ya kugunduliwa yakiwa yamefichwa kwenye mabegi manne na raia mwenye asili ya India kwa lengo la kuyasafirisha bila vibali halali wala kufuata taratibu za kisheria. Akizungumzia tukio hilo Mei 23, 2025 usiku katika mkutano na waandishi wa habari jijini Mwanza, Waziri wa Madini, Anthony Mavunde, amesikitishwa na jaribio hilo na kulaani vikali vitendo vya aina hiyo, huku akisisitiza hatua kali zitakazochukuliwa kwa waliohusika na tukio hilo. Wizara ya Madini inapenda kuutaarifu umma wa Tanzania kuwa tarehe kumi na nane mwezi wa tano mwaka 2025 majira ya saa saba mchana, maafisa wa usalama kwa kushirikiana na mamlaka zingine za wa udhibiti walifanikiwa kukamata madini almasi ghafi yaliyokuwa yakitoroshwa kinyume na sheria na taratibu za usafirishaji wa madini kupitia uwanja wa ndege wa Mwanza. Ndugu wanahabari, katika tukio hilo almasi ghafi yenye uzito wa karati 2729.82 yenye thamani ya dola za Kimarekani laki 635887 na senti 66 sawa na shilingi za Kitanzania bilioni moja milioni 715 laki 434129 na yaligunduliwa akiwa amefichwa kwenye mabegi manne na raia mwenye asili ya India kwa lengo ya kuyasafirisha bila vibali halali wala kufuata taratibu za kisheria. Ndugu wanahabari, wizara imesikitishwa na kuchukizwa na jaribio naja hilo la utoroshaji wa rasilimali za taifa na inalaani vikali vitendo vya aina hiyo, na ikumbuke kuwa utoroshaji wa madini ni kosa la jinai linalokosesha nchi mapato na kudhoofisha maendeleo ya kijamii na kiuchumi kwa ujumla. Hivyo naomba nitumie fursa hii kujulisha umma wa Watanzania kuwa uchunguzi wa kina unaendelea ili kubaini walohusika na mtandao huu na kuwafikisha katika vyombo vya sheria kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Niwahakikishie kuwa Serikali haitasita kuchukua hatua kali dhidi ya wote watakaobainika kuhusika katika utoroshaji wa madini, ikiwa ni pamoja na kuyataifisha madini hayo na kufuta leseni za kujishughulisha na shughuli za madini hapa nchini. Niwahakikishie kuwa serikali haijalala na inaendelea kufanya operation usiku na mchana kubaini matukio mbalimbali ya aina hii. Nitoe ni rai kwa wachimbaji na wafanyabiashara wote nchini Tanzania kujiepusha na vitendo vya utoroshaji wa madini ili kuepuka hasara kwenye biashara zao, lakini vile vile kuisaidia nchi yetu kuweza kupata mapato ambacho watu wengi wanashindwa kuelewa ni watu kukosa uzalendo, kwa sababu madini haya yakipita katika mfumo rasmi, nchi yetu inapata tozo, kodi na ushuru mbalimbali, ambao ndo unakwenda kujenga barabara, unakwenda kujenga hospitali, unakwenda kujenga madarasa na kuleta maendeleo kwa ajili ya Watanzania. Hivyo kama serikali, tutaendelea kuhakikisha kwamba tunasimamia kwa dhati kabisa kwa mujibu wa sheria usimamizi wa biashara hapa nchini ili biashara zote zifuate utaratibu. Katika hatua nyingine, Mavunde amewataka wafanyabiashara na wachimbaji wa madini nchini kutumia masoko na vituo rasmi vya kuuzia madini ili kuepuka adhabu na hatua kali za kisheria zinazoweza kuwakuta ikiwemo kufutiwa leseni na bidhaa zao kutaifishwa. Tuna jumla ya masoko ya madini 43 na vituo vya ununuzi mia moja na tisa ambapo biashara yote ya madini inapaswa kufanyika katika maeneo hayo. Kinyume na maeneo hayo, mtu yoyote ambaye atabainika anafanya biashara nje ya utaratibu wa masoko na kutorosha madini, kama nilivyosema awali, tutaendelea kuyataifisha na atapata hasara moja kwa moja kwa sababu kwanza tutachukua madini, hatapata hata sehemu ya madini hayo, lakini pia tutamshtaki. Kwao anakuwa amepata hasara mara mbili. Kwa nitoe rai kwa wafanyabiashara na wachimbaji wote nchini in Tanzania kuendelea kuzingatia sheria zetu ambazo tumeziweka za kufanya biashara katika mifumo rasmi. Hapa nipo na timu yangu ya kikosi kazi, tumetoka Tunduru kwa ajili ya jambo hili hili, na pale wafanya so na wafanyabiashara ambao wanakwenda mahakamani, muda sio mrefu, na maeneo mengine pia, na hivi sasa kikosi na kitoa hapa kinakwenda Nyamongo kwa ajili ya kazi hiyo hiyo. Lengo letu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunaimarisha usimamizi wa biashara hii. Ndugu zangu waandishi wa habari, mwaka 2015, mwaka 2016 nchi yetu ya Tanzania ilikusanya maduhuli kwa mwaka mzima ya bilioni 162 tu. Baada ya kufanya marekebisho ya sheria ya mwaka 2017 tukaanzisha madini masoko ya madini na vituo vya ununuzi nchi imeanza kunufaika hivi sasa na sekta hii ya madini kwa watu wanaofuata utaratibu wa kisheria. Makusanyo yetu ya mwaka jana, mwaka wa fedha ambao tumeingiza katika mfuko mkuu wa Serikali, yalikuwa ni li shilingi bilioni mia saba na hamsini na tatu kutoka shilingi bilioni mia moja na sitini na mbili ya mwaka elfu mbili na kumi na tano, elfu mbili na kumi na sita, Mwaka huu tumewekewa lengo la kukusanya shilingi trilioni moja mpaka leo unavyozungumza nanyi tarehe 23 mwezi mwezi wa tano mwaka 2025 tumeshakusanya shilingi bilioni mia tisa na ishirini na tano. Tumebakiza bilioni 75 kuvunja rekodi ya makusanyo ambayo haijawahi kutokea katika nchi hii, kwa sababu moja tu kubwa, ni kwa sababu tumefanya udhibiti mkubwa wa kuzuia utoroshaji na kuwafanya watu wafanya biashara katika mfumo rasmi. Kwa hiyo nitoe rai ote, kwa wafanya biashara wote kuhakikisha kama wanazingatia hayo, sheria inaturuhusu kutaifisha na kumzuia mtu kufanya biashara hiyo ya madini hapa nchini Tanzania. Kwa kama kuna mtu ambaye yuko tayari kuendelea kufanya biashara hii aendelee, lakini pia ajue kwamba lazima atafute biashara mbadala. Tukimkamata tuki, tuki, tuki kama akuwahi kulima viazi na vitunguu na mahindi, basi aanze kujifunza, hatafanya tena biashara ya madini hapa nchini Tanzania. Tutampeleka mahakamani makamani, tutamshtaki akitiwa hatiani Takikisha kwamba hatapata residi tena katika nchi yetu ya Tanzania. Nikiripoti kutoka jijini Mwanza, mimi ni Damian Masienene wa Mwananchi Digital.